Kuingenea kwa Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen ametangaza kuhamishwa mara moja kwa maafisa wa usalama kutoka kaunti ya Tanariva baada ya kubainika kwamba baadhi yao wamesalia kaunti hiyo kwa takriban miaka kumi na minne. Aidha, Waziri Murkomen ambaye alihudhuria mkutano maalum wa jukwaa la usalama ulioleta pamoja wakazi wa Tana River alisema kwamba serikali inazingatia pendekezo la kuwapa silaha machifu walio kwenye maeneo hatari ya mashambulizi. Aidha, serikali imetangaza kwamba itashirikiana na viongozi wa jamii kutoka kaunti hiyo kuangazia swala la uchaguzi wa viongozi kwa mzunguko miongoni kwa kupokezana miongoni mwa jamii mbalimbali ili kuzuia vita vya kikabila. Who have served for more than three years to be transferred immediately to other places of their country and they should also not be transferred to operational areas. They should progress to areas that do not have the hardship that they are faced kwa hapa. Kwa kona yenye chief tunaona maisha ya chief ako na shida, tutapatia huyo chief, tutampeleka A A A APTC akue trained again, na tutampatia license ya kuwa na bunduki ndio, <laughs> ndio ajichunge uh. we don't want our chiefs in frontier counties to be under danger because of uh, threats that come from either the enemy within or without.